Jumatatu ya wiki hii rais wa Marekani, Donald Trump aliendeleza vita yake ya maneno dhidi ya rais wa Ukraini, Volodymyr Zelensky akisema kwamba rais huyo hakupaswa kuanzisha vita na Urusi, huku akiendelea kusema kwamba huwezi katika hali ya kawaida kuanzisha vita na nchi ambayo ni kubwa kukuzidi mara ishirini. Je, yeah, kauli hii ya Donald Trump inachukuliwa vipi na wachambuzi wa, wa masuala ya kisiasa? Karibu katika Chekeche wiki hii, utakuwa uko nami Moses Mohamed na tayari studioni niko naye mchambuzi wa masuala ya kimataifa Ibrahim Rahbi. Rahbi, karibu sana kwenye Chekeche wiki hii. Shukran Moses. Rahbi, leo hii tunajikita kwenye kuiangazia kauli ya rais Donald Trump, kama nilivyotangulia kusema awali, baada ya Urusi kufanya shambulio jengine tena nchini Ukraine na kuwa watu thelathini na tano, lakini pia mamia wengine wakidaiwa kujeruhiwa. Rais Trump anajitokeza katika ikulu ya Oval na kusema kwamba Zelensky hakupaswa kuanzisha vita na Urusi, vita ambayo alijua wazi kwamba hatoshinda. Lakini kama haitoshi, anaongeza kusema kwamba katika hali ya kawaida unapokuwa kiongozi hupaswi kuanzisha vita na nchi ambayo ni kubwa kuliko wewe mara ishirini zaidi. Ni nini tatizo kati ya Trump na Zelenski? Kwa sababu sote tunafahamu kwamba vita kati ya Urusi na Ukraine havikuanza wakati wa utawala wa Zelenski. Ya, yeah, ni kweli kama ulivyosema. Uh, haikuanza wakati wa Zelenski kwa sababu Zelenski ameingia madarakani mwaka 2019 yeah. mwaka 2014 Urusi ilichukua Crimea. Zelensky hakuwepo kabisa, alikuwa bado kwenye sanaa yake ya uchekeshaji, hakuwa huko hata kwenye siasa. Kwa hiyo kumuingiza Zelensky moja kwa moja kuwa yeye ndio sababu uh, inakuwa sio sahihi, lakini Marekani nadhani anatafuta nimpe lawama nani, kwa sababu kiuhalisia alianzisha vita ni Marekani, sio Zelensky, kwa sababu Ukraine alikuwa anafadhiliwa na Marekani na Ulaya ukirudi nyuma kwenye maandamano yale yaliyoleta kitu kinaitwa mapinduzi ya kubadilika hasa kutoa utawala uliokuwa unaungwa mkono na Kremlin mm -hmm. ndani ya Kiev kubadili utawala kuja utawala unaoungwa mkono na Brussels na Marekani ndani ya Ukraine yalianza 2013 vuguvugu la mabadiliko lile lilikuwa linaitwa Euromaidan lilikuwa ni maandamano makubwa sana ya kiraia ambayo yaliwataka wale viongozi waliokuwa wakati huo kuondoka madarakani ambao walikuwa kiasi kikubwa wanaungwa mkono na na Urusi. Na Urusi. Hapo ndio ikatokea mapinduzi ya kubadili mfumo mzima wa Ukraine ya 2014 na matokeo yake Urusi baada kuona kuwa nimepoteza washirika wangu ambao walikuwa ni masikio yangu kama ilivyo leo unaweza kusema utawala labda wa Belarus, mm. Georgia, mm. Hao ni utawala ambao moja kwa moja wanapokea maagizo kutoka, kutoka Urusi. He, sasa wakati ulivyobadilishwa ndani ya Ukraine, Urusi akaona hapa na mimi nifanye kusudi, akaenda akaichukua Crimea. 2014, Zelensky hayupo. Baada ya kuichukua Crimea, Urusi akaanzisha vuguvugu vugu la kuunga mkono baadhi ya jamii ya Warusi wanaoishi kwenye mpaka upande wa mashariki mwa Ukraine. Hiyo, tunazungumzia Luhansk na Donetsk ambapo asilimia 18 ya eneo lile wanazungumza Kirusi au ni wana asili ya Urusi. Wanaoishi eneo ni sababu eneo la mpaka ambalo linaingiliana na Urusi. Miaka minane Urusi alifadhili hapa makundi yenye kutaka kujitenga na, na Ukraine. Eh, sasa ukiangalia hapo Zelensky hayupo. Zelensky anaingia madarakani 2019 akakutana na hili swala la mzozo huku na huku. Na wakati Zelensky anaingia madarakani Trump alikuwa rais wa Marekani. Mwaka 2019 Zelensky anakaa kwenye meza chini ya usimamizi wa Ufaransa na Urusi kwa ajili waondoe mzozo wa Mashariki ili wamalize. Ikashindikana kwenye hilo. Kwa hiyo tunakuja mpaka 2022 tunaona sasa Urusi anaivamia rasmi Ukraine, lakini hana sababu yoyote Marekani kujiondoa kwenye mashtaka au kujiondoa kwenye lawama kuwa yeye anahusika kwenye hili swala la vita, kwa sababu huwezi kumte, kumtenganisha Marekani na Brussels. Tunamtenganisha ni miezi miwili iliyopita baada ya, ya Trump kuingia madarakani, lakini kabla ya hapo tulikuwa hatuwezi kuwatenganisha Marekani na Ulaya walikuwa ni kitu kimoja ambacho wameshikana. Sasa kilichotokea hivi sasa ni Marekani kuamua kuasi kambi yake kwenda upande wa pili, akawaacha kambi moja alafu sasa anawarushia mawe. Na sisi sasa tunabaki tuna, tuna kuwa tukae upande wa Marekani, tukae upande wa pili kwa sababu hawa ni wamoja, wao walifadhili hili liendelee kutokea. Kwa hiyo Zelenski hakuingiza Ukraini kwenye vita. vita ila walimuingiza Zelenski kwenye vita. vita kati ya Marekani na Ulaya ndio walimuingiza Zelenski kwenye vita na ndio hiyo ndio ilivyokuwa. Sasa ugomvi binafsi wa Trump na Zelenski hmm, uko wazi, ambao ulianzia kipindi Trump anatafuta urais kwa awamu ya pili, kwa sababu Trump alikuja kugombea na Biden. 2018, 2019 Trump anaitaka serikali ya Ukraini itoe taarifa kwa kampuni ya, ya, ya mtoto Joe wa, wa, wa wa Biden, Biden atoe apewe taarifa kuwa anakwepa kodi kiasi gani, analipa kiasi gani, ili azitumie zile taarifa kwa ajili ya kummaliza Joe Biden kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Ukraine ikagoma kutoa taarifa. Baada ya Ukraine kugoma taarifa kutoa zile taarifa, Marekani ikaenda ikaweka vikwazo kwa Ukraine, kuzuia misaada kwa Ukraine. Wakati Trump ameenda kuzuia misaada kwa Ukraine akapata ile impeach alishtakiwa, unakumbuka ile ya 2020 dio, ya 2019 kwenda, wakati nani, Nancy Pelosi akiwa speaker, ndio wakaiwasilisha huyo. Kwa nini unazuia misaada, kwa kushinikiza upewe kitu unachokitaka? Kwa hiyo ni ukiukwaji wa madaraka, ambapo kuwa bunge dogo la Marekani lilimkuta na hatia, wakapitisha wakasema, tunapeleka kwenye Senate, kama itamkuta na hatia tunamvua nafasi ya hmm, urais. Kwa hiyo hii ilikuwa ni, ni, skendo ya wakati ule alitaka kwa Zelensky. Kwa hivyo, nipe taarifa Rahbi, hmm, kwa, kwa hiki unachokisema Trump mwaka 2019 anashinikiza, anashinikiza apewe taarifa, serikali ya Ukraine itoe taarifa za kina zinazomhusu mtoto wa Joe Biden, wakati huo ha, Joe Biden alikuwa tayari anakadiriwa kwamba ndiye atakuwa mgombea urais kwa kwa chama cha Democrat, chama pinzani na na, na Republican, cha cha cha Trump kule Marekani kabisa. Sasa kama hii kileo hakumpa, Zelensky alikataa kutoa hizo taarifa hmm, lakini wakati huo huo yeye Trump alikutwa na mashtaka mashtaka ambayo yalimkuta Trump ni yanayotokana Yanayi. na yeye kunyimwa taarifa kwa kuchukua hatua. Unadhani, unadhani sasa huu ugomvi ama haya maneno yanayoendelea kwenda baina ya Donald Trump na Volodymyr Zelensky inatoka katika kuwa vita ya kitaifa na sasa ni uhasama wa mtu mmoja mmoja? Kwangu mimi binafsi bado naiona ni vita binafsi kati ya Trump na Zelensky, lakini kwa sababu Trump anatumia madaraka makubwa kutaka kuiwajibisha, yani hivi sasa ameingiza Ukraine nzima, yani anaiumiza Ukraine nzima kwa makosa ya nani yaliyotokea ya wakati ule na, kwenye ugomvi wake na, na, na, na, na, na, na, na, turudi hapo tutu, tu, kama tunataka kutumia neno makosa mm -mm. kwani kwa, ilikuwa ni makosa, makosa yake, makosa yake Trump. Yani makosa ya mtu mmoja mm. Haya ni makosa ya Trump kwa sababu ile, ule ni uongozi uongozi huwezi kwenda kwa utashi wako kuwa mi nataka, unafata sheria, haki, utaratibu ukoje, haijalishi. Kuna wakati naweza nikakupa we kitu ambacho kuwa kiuhalisia sikutaka kukupa, lakini utaratibu, nidham, sheria na, utara... na kila kitu mm. kinanilazimisha mi nikupe kile kinachotokea. Kwa hiyo kama mi nitakwenda kinyume, hiyo itakuwa ni matatizo hapo. Sasa ndio kosa langu yani, ni kosa la Trump ambalo alitumia ku, ku nani, kumwadhibu Zelenski Zelenski, pamoja na Ukraine eh, katika matatizo ya kwake kwa sababu hili umelizungumza mwanzo, ulivyosema kuwa alizungumza kwenye ofisi ya Oval. Hii sio mara ya kwanza, alizungumza mwezi wa pili, alizungumza kabla hajaingia White House kwa mara ya pili. Kipindi chote Zelenski ambacho alikuwa anakuja Marekani, Trump alikuwa anamshutumu kuwa, anamwita mfanyabiashara wa vita, anakuja na anamhadaa Biden, anaondoka na mabilioni ya fedha, ana anamuhadaa na mabilioni ya fedha. Nimesema anaiumiza Ukraini yote kwa sababu katika hili ndio kilichopelekea kusema kuwa ni lazima Ukraini itatulipa kwa kile ambacho tuliwasaidia. Sasa hesabu inaonyesha ni kati ya bilioni 116 Marekani ambazo amewapa Ukraine dola. dola. lakini zele, nini, Trump anasema tuliwapa bilioni 350 ambazo hazipo kwenye namba na hazijatolewa kweli hizo, lakini wakati huu anawambia kuwa tunataka mturejesie, sasa mara tano ya zile fedha, yani kuwa juu ya bilioni mia tano zinatakiwa zirudi kutoka fedha ambayo Marekani alitoa, karibu bilioni mia na kitu, anapokea bilioni mia tano kuchukua madini ya Ukraine, kwa hiyo ni katika kile kisasi ambacho Uh, Trump amekuwa akikihifadhi, lakini kwa Zelensky si tu peke yake, kwa sababu Trump amekuwa na tabia hiyo ya visasi, na ndio maana unaona jinsi anavyowashughulikia hata wenzake wa demokrati walivyotoka madarakani, kawaondolea ulinzi, kawaondolea usalama, kawaondolea kila kitu. Lakini sio hao hata waliokuwa kwenye chama chake cha Republican ambao kuna wakati walitaka kugombea naye na ushindani naye, yuko api? uh, kina Mike Pence yuko hmm, api uh, Nikki Haley ambaye aligombea naye hadi dakika za mwisho kwa sababu tu ni kihali alienda naye hadi mwisho kwenye kutafuta nafasi ya, ya, ya uraisi naye, imekuwa ni chuki kakata. Yani washirika wake hata aliokuwa nao kwenye serikali ya kwanza. Aa, kwa sababu Pompeo yuko hapi, umeona kuwa wote kawakata, hakuna sitaki, amewaondolea ulinzi kila kitu. Kwa hiyo yeye ana tabia binafsi za visasi na anazitumia sasa kwa, kwa sababu ana madaraka anayatumia yale madaraka. Yani kitu kinachofanyika ni utashi, yani huu ni utashi, sio utaratibu kwa sababu kama mwelekeo wa, wa, wa utaratibu na sheria, yeye anakiuka anakwenda kinyume kabisa, kuwa mimi bwana Mose, kwa sababu tulikoseana kipindi cha nyuma mimi na wewe na, ku, nakuambia subiri nipate madaraka. Kwa hiyo nakuja kupate madaraka, nakuja kukuumiza kwa sababu ya nafasi yangu, lakini kama sina madaraka, siwezi kukuumiza. Ni ukiukwaji. Kauli za Donald Trump zimekuwa zikichambuliwa na kuonekana nyingine ni maneno ambayo hayana uhalisia. Miongoni mwa kauli hizo umetoka kuzungumzia kiwango cha fedha ambayo yeye amekitaja mm -hmm. lakini pia mwandishi wa gazeti la The Independent mm -hmm. la Uingereza Sami Kelly mm -hmm. anasema Trump amenukuliwa akitaja idadi ya watu waliofariki mm -hmm. nchini Ukraine kwamba vita hivi vimegharimu maisha ya mamilioni mm -hmm. ya watu mm -hmm. awali alisema laki sita lakini ki awali alisema laki sita mm -hmm. lakini katika kauli yake ya Jumatatu wakati anasema kwamba mm -hmm. Zelenski hakupaswa kuanzisha vita, alinukuliwa akisema kwamba mamilioni ya watu. Kwa nini Trump amekuwa akitoa kauli ambazo haziendani na vyanzo vingine vya taarifa, vikiwemo vyombo vya habari yakiwemo mashirika ya misaada ya binadamu vikiwemo taasisi nyingine ambazo zinahusika na kutazama ama kufuatilia mwenendo mzima wa hiki kinachoendelea nchini Ukraine, lakini wakati huo huo pengine Trump haulizwi, haojiwi kwamba, kwa nini rais unazungumza takwimu, taarifa ambazo ziko zinakinzana na, na, na, na vyanzo vingine amekuwa na hiyo tabia na na na utuambia na, na pia ni kwa nini amekuwa na hiyo tabia? Nadhani hii ni tabia yake binafsi ambayo amekuwa nayo, na kwa sababu hata kwenye mdahalo ambao wa kwanza aliofanya na Biden, ukitazama mdahalo ule wa awali ambao ndio ulimtoa Biden kwenye nafasi ya kugombea, alishutumu vitu vingi sana. Moja ya shutuma aliyompelekea Biden akamwambia kuwa ukustahili ni kwenda kutoa askari wetu Afghanistan ulihatarisha maisha yao. Lakini Biden kwa sababu hakuwa mzungumzaji mzuri, na alikuwa kwa sababu ya umri na, na, na, na vitu vingine alikuwa anashindwa kumchallenge. Aliyeidhinisha askari wa Marekani watoke Afghanistani ni Trump, yeye ndio aliidhinisha, kwa hiyo Biden alitekeleza, kwa sababu hilo lilianza wakati wa utawala wake mara ya kwanza. Kwa hiyo Biden alitekeleza, lakini shutuma alikuja kumpa yeye, wakati Biden, yeye hmm, ndio aliyeanzisha. Kwa hiyo hizo ni katika kauli ambazo huwa zinageuka, anazungumza hiki na hiki anakigeuka. Lakini nje ya pale, tumezungumza kuhusu kiasi cha kiwango cha fedha, kuhusu huku imekuwa tofauti, lakini kuna kauli, mfano uh, alizungumza kuhusu kwenye ule mpango wake wa kuhamisha watu wa Gaza. Ndio. jinsi alivyozungumza, alizungumza kuwa tutaichukua kwa nguvu, tutainunua uh, wala hakuna maelezo, lakini mara ya mwisho alivyokuja kuzungumza kuna kitu alizungumza, alizungumza kuhusu Zelensky, alimwita dikteta kipindi kile, amemshutumu yeah, kwa maneno makali. Lakini wakati Zelensky yupo kwenye ofisi ya Oval, aliulizwa na wanahabari, bado Zelensky ni dikteta kama ulivyotuambia? dikteta aliyeng'ang'ania madaraka, alisema, dikteta ameng'ang'ania madaraka kwa sababu Ukraine ilikuwa inatakiwa ifanye uchaguzi mwezi wa tano mwaka jana haikufanya kwa sababu nchi ipo kwenye vita. Ehe, sasa akasema huyu anang'ang'ania madaraka dikteta. Lakini wanahabari wa Marekani walimuuliza wakati Zelensky amefanya ziara Marekani, kuwa je Zelensky ni dikteta vilevile vile kama ulivyomwambia, aliwauliza, mimi nilisema wapi wakati gani? Yani kageuka kama sio yeye, yani kuwa mimi sikuwahi kusema kaza, leteni swali jingine. Kwa hiyo ni mtu ambaye tumeamua kumzoea kuwa kuna vitu anavizungumza sio halisi, lakini hili sijaanza kuliona kwa Trump kwa sasa. Nimeliona kwenye Trump wa kwanza, nikaliona pia hata kwa Joe Biden. Kuna baadhi ya vitu alikuwa anazungumza alafu anakataa anasema mimi sikuzungumza hili. Alimwita Putin eh, alisema huyu kiongozi anatakiwa aondolewe madarakani hafai. Biden alimwita vile, lakini Kremlin ilivyoishinikiza White House kuwa je hii ni kauli ya serikali White House ikajiweka pembeni, kasema hapana, huu ni utashi wake mwenyewe amezungumza. Biden alivyotembelea Israel kwa mara ya kwanza, wakati vita inaanza ile Oktoba, wakati yuko juu yu ya ndege, kuna shambulizi kubwa lilitokea kwenye hospitali ya Baptisti ya Gaza, likaua watu zaidi ya mia tatu na hamsini. Sasa lile shambulizi awali lilifanywa, vyombo vya habari vya Israel vikaripoti lile shambulizi, ikasema kuwa tumelenga ngome ya, ya magaidi na kuangamiza wengi, lakini baada ya zile taarifa kuanza kuonekana na mili ile kutokea kuonekana kuwa shambulizi limeua watu wasiohusika, yani kuwa sio haraka haraka, tweet zikafutwa na nini kila kitu, wakasema hatuhusiki na lile shambulizi, lile shambulizi na lile shambulizi imefanywa na Hamas. Sasa Biden anatua Tel Aviv, anakuja kuulizwa, anasema lile shambulizi limefanywa na Hamas, anarudi Marekani, anasema Hamas wamefanya U, u, uadui mkubwa sana wamechinja watoto, alikuwa anairudia ile kauli, kuna watoto wamechinjwa. Sasa waandishi wa habari wa Marekani wakamwambia, kwa sababu ulienda kule, tunaomba utupe ushahidi wa hiyo mm. Swala la watoto kuchinjwa, wakawa wamemkazania sana, wakaiuliza White House. Mwisho White House ikasema bana, hatuhusiki atalijibu Biden. Biden alichokuja kujibu akasema kuwa mi nilisikia tu maafisa wa Israel wamesema kuhusu hilo lilitokea. Kwa hiyo huu ugonjwa wa kubadili kauli na kuzungumza mm. sio tu upo kwa Trump, hata Biden alikuwa anautumia, maanake ni kama mpango wa ikulu ya Marekani kwenye kuendesha mambo yao. Wakiona mambo yamekaa vibaya, wanaruka <laughs> e, wanamwachia mwenyewe aseme mwenyewe <laughs> mm. shukran sana Ibrahim Rahbi. Tafadhali hii ni Chekeche, usiende popote, tunakwenda katika mapumziko mafupi, tutarejea. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Hii ni chekeche usiku wa leo, uko nami Moses Mohamed na studioni tuko naye Ibrahim Rahbi, tukiendelea kuiangazia kauli ya rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akisema kwamba hakupaswa kuanzisha vita na nchi ambayo ni ish, mara ishirini zaidi kwa ukubwa, lakini pia vita ambayo hawezi kuimaliza. Je, hili ni suala binafsi baina ya Zelensky na Donald Trump ama sasa ni suala la kiserikali, pamoja na kutazama haki za binadamu? Tunaendelea kuliangazia hilo na Ibrahim Rahbi. Rahbi, turudi katika mjadala wetu. Kwa kauli ya aina hii, kiongozi wa juu anapomtuhumu kiongozi mwenzake wa juu na kauli inaonekana ni kama kauli binafsi, Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kujaribu kushawishi wale ambao wanamuunga mkono Zelensky wamuone kwamba ni mtu mbaya, wale ambao wanawahurumia wa Ukraine waone kwamba wa Ukraine wanapaswa kumlaumu kiongozi wao wa juu. Nini hasa u tunasema, u -u ukiread between lines hii kauli ya Trump, ukitazama, ukichambua kwa kina, tafsiri yake kwenye, kwenye, kwenye hawa wanaohurumia Ukraine ni nini? Inaweza ikabeba tafsiri zote kuwa ni kauli ambayo inaweza ikawa na malengo maalum. Unajua, kiuhalisia ilivyo, kuna kitu ambacho tunakiona sisi kama sisi na kuna kitu ambacho wanakiona Warusi kama Warusi na kuna kitu ambacho wanakiona Wamarekani kama Wamarekani na kuna tafsiri kubwa wanaiona wa Ukraine kama wa Ukraine. Ukraine, raia wa kawaida wa Ukraine kiasi kikubwa wanamuunga mkono Zelensky, kiasi kikubwa wanamuunga mkono Zelensky. Sasa wakati Marekani imeanzisha haya mazungumzo mapya ya kumaliza huu mgogoro kati ya Urusi Ukraini, katika mmoja ya kitu ambacho Urusi amekisukuma sana na hata jana walikuwa nakizungumza Urusi kuwa ni lazima Ukraini kufanyike uchaguzi, uchaguzi ambao utaondoa yani vibaraka, kitu ambacho Kremlin wanachokizungumza kuwa Brussels na Marekani ya nyuma imeyasababisha haya matatizo na imeyasababisha haya matatizo nini kuleta viongozi ambao wanaungwa mkono na Brussels. Kwa hiyo ilichokuwa inataka Kremlin kuwa viongozi wabaki katika serikali ya Kiev ambao wanaunga mkono Kremlin, sio Brussels, sio EU, yani sio na Marekani. Sasa kwa ndani ya Ukraine kuna jicho ambalo wanamtazama Zelensky. Na ndio maana unaona kuwa, unajua ndani ya Ukraine unaweza kusema kuwa watu wanaminywa kupinga vita, wanakatazwa kupingwa kupinga ile vita au hakuna hamtakiwi kupinga, mtakamatwa na kitu kama hicho. Lakini kuna mamilioni ya waukraini walio nje ya mipaka, Poland, Romania si? kuna mamilioni wa Ukraini huku hawazuilii chochote, lakini huoni maandamano yanayompinga nani? Zelenski, Zelenski. Kumwambia kuwa hatukutaki, hilo hamna. Sasa kwa kawaida Zelenski anaungwa mkono kwa kiwango kikubwa sana na raia wa ndani wa Ukraini sasa katika swali ambalo katika sharti ambalo e, e, Urusi liko mezani kwake kwa Marekani kuwa tunataka tubadili utawala kwa, kauli wana ambayo pia Trump ameendelea kuisisitiza katika siku za karibuni ameunga mkono lakini, kizingiti ni kuwa huyu Zelenski amemaliza awamu moja anaweza kugombea kwa hiyo nafasi. Sasa kwa, kwa kile ambacho kilichopo Kremlin huyu mtu hatakiwi kwenye hiyo nafasi angalau tuchukue tu kiongozi kama walipokuweki na Lukashenko, walikuwepo viongozi wengine kule zamani ambao wanaunga mkono Kremlin. Sasa kauli hizi za Trump ni kuwalazimisha kuwa muone kuwa huyo hafai, atawavuruga, atawamaliza. Lakini waukreni wenyewe binafsi hmm, wanamuona kwa, kwa taswira tofauti kabisa Zelensky, kuwa huyu ni aina yake. Zelensky aliwaambia kitu kimoja kuwa, niko tayari kujiuzulu kwenye hii nafasi kwa sharti moja, ikiwa kujiuzulu kwangu kutaleta amani kwenye nchi yangu na kumaliza kila kitu, ninakaa pembeni na niwaachie hayo madaraka, ikiwa kujiuzulu kwangu. Kwa hiyo unamwona kuwa watu wengi huwa wanamhukumu Zelensky kutokana na background alikotoka, alikuwa ni mchekeshaji, mwigizaji maarufu mkubwa ambaye alikuwa ni mwigizaji. So watu wanamchukulia zaidi kwenye ile nafasi yake ya kuwa alikuwa msanii, mchekeshaji, msanii, lakini kiuhalisia Ukraini haijawahi kuwa na rais kama Zelenski mwenye akili nyingi, kwa sababu ni rais ambaye amekuwa ana msimamo wa aina yake. Nilizungumza wakati alivyokuwa akimjibu Trump kwenye ofisi ya Oval nikataka nikasema, hebu tuwape mfano, viongozi wangapi wamefika kwenye ofisi ya Oval waliweza kumchallenge? Alienda Macron, alikuwa akijaribu kumtutu, lakini, mwangalie Zelensky, alimjibu Trump mbele yake mbele ya JD Vance, mbele ya wote kuwa anaonyesha msimamo kuwa sisi tunachokitaka, na alichokuwa anakiongea kilikuwa ni halisi ukilinganisha na kauli alizokuwa anazitoa Trump ambazo zilikuwa za shinikizo. Rahbi, mm. hapo katika mazungumzo ya Oval na msimamo wa Zelensky mbele ya Trump, mbele ya Vance ambaye ni makamu wa rais na mbele ya kila mmoja ambaye alikuwa katika ofisi ya Oval, Trump ilionekana ni kama mtu ambaye amedhalilika kwa nafasi ya Marekani kama inavyokuwa regarded kwamba ni super power tulitarajia na pengine Vance alik alikuwa akitaka sana akimwambia kwamba Zelensky, omba msamaha, mm, omba msamaha, omba msamaha omba mm, msamaha, lakini Zelensky hakuomba msamaha. Unafikiri ile taswira ya watu fasiri ya watu kwamba Trump amedhalilika, ni kama sasa anaamua kutumia na yeye maneno nje kwa ajili ya kumdhalilisha Zelensky? alishamdhalilisha kabla ya hapo. Mm -hmm. Yaani, kabla ya hapo tayari ndio alikuwa ameshamwita dikteta, rais aling'ang'ania madaraka. Kabla ya kukutana kwenye hiyo ofisi, tayari alikuwa ameshamdhalilisha vya kutosha. Kilichokuwa kinatokea ni kitu kimoja, Moses, unajua vyombo vya habari vya magharibi hasa kuna tabia moja Trump amekuwa nayo unajua kwenye ile ofisi ya Oval kwa hivi sasa hata kwa taarifa za ndani za Marekani wanachuja wanahabari kuingia wale wanahabari ambao wote wenye upinzani na Trump huwa hawapewi nafasi kuingia anachukua wanahabari wa mrengo wa kulia ambao kuwa wanamsapoti yeye kwa kiwango kikubwa, halafu ndio anawaleta pale. Kwa hiyo kila kitu kwanza, hawamuulizi maswali mazito, wanataka kumsapoti kwa kila kitu anachokiongea. Kwa hiyo, wakati Zelenski anasimama pale, ukichukua taarifa ya vyombo vya habari vingi vya Magharibi, vinanukuu kauli za Trump. Hakuna chombo cha habari kilienda kunukuu kauli za Zelenski, yaani iliyopewa airtime ni kauli za Trump kwenda nje zaidi kuwa hiki, hiki na hiki na hiki na hiki lakini hakuna aliyechukua maneno alikuwa anazungumza Zelensky. Lakini Zelensky alimwambia JD Vance kuwa unataka tuzungumze nini? Anasema mzungumze kuhusu diplomasia. Anamuuliza diplomasia gani? Kwa sababu mimi nimeingia madarakani 2019 katika kipindi ambacho mimi nimekaa 2019, tumeisha kaa katika kila meza kuzungumza kuhusu kumaliza vita na Urusi hawakutekeleza. Sasa unataka diplomasia gani? Sasa wakati huo wao wakashi, Zelensky alichokuwa anasisitiza pale anasema kuwa nyie mnataka tu saini makubaliano ya kuchukua madini yetu lakini hakuna usalama. Sisi tunataka guarantee ya usalama kwa sababu Zelensky alichokuwa anakizungumza anakijua. Anakizungumza anakijua kwa sababu hii nchi ilikuwa ina dhamana lakini dhamana iliondolewa na magharibi na Marekani kuwa wakamtolea dhamana. Kwa hiyo, anajua kabisa kuwa hawa magharibi hawachelewi kuja kunigeuka, mbele wataniacha peke yangu. Kwa hiyo, ndio maana nataka dhamana. Yaani dhamana kuwa nyinyi mjifunge na sisi ima, ima mturuhusu tuingie neto tucheze na kifungu cha tano. Kama hamwezi tuingie neto, basi mturuhusu tumiliki nyuklia iwe kinga yetu, kwa sababu tulikuwa nayo mkatushawishi tutoe eh. E. Kwa hiyo hilo ndio Zelensky akuwa naongea, lakini ukiangalia kwa tafsiri ya vyombo vya habari inaonekana kama Zelensky alimzalau Trump, lakini Trump ndio alianza kumdhalilisha Zelensky kwa ku, kwa kuhitimisha. Ibrahim Rahbi, kama ungekuwa mm, huko katika nafasi ya Zelensky Trump anasema hadharani kwamba wewe ndiye ulianzisha vita, na umeanzisha vita dhidi ya nchi ambayo ni mara ishirini kubwa na bora kuliko wewe, kwa hiyo wewe hukupaswa kuanzisha vita. Nini ingekuwa jibu lako? Kuna wakati huwa tunafanya maamuzi kwa ajili ya kulinda wengine. Mi naweza nikakujibu, nikakujibu jibu halisi, lakini madhara yake nitawaumiza wengi ambao watakuwa nyuma yangu. Kwa kuyazingatia kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, yote hayo kwa, kwenye position sasa ya Zelensky kama alivyoamua kukaa kimya, kwa sababu ameamua kuwalinda wa Ukraine, kwa sababu alivyochukua hatua za kumwambia Marekani kuwa hatutosaini makubaliano ya madini mpaka tutapohakikishiwa usalama, Marekani alitaka kuiadhibu Ukraine. Alichofanya, alifunga usaidizi wa, wa kijeshi akafunga usaidizi wa kijasusi akafunga satelaiti zake, alafu akaambiwa Urusi endelea kufanya mashambulizi, maanake kwa Ukraine alikuwa anapoteza zaidi. Ndio kilichomfanya Ukraine akarudi kwenye meza. Basi, tumekubaliana. Njoo chukue madini na kila kitu, maanake kuwa ni kama umewekewa bastola kichwani halafu unaambiwa amua. Kwa hiyo aliamua kuwalinda Waukraine na ndicho alichokifanya hivi sasa, kuwa ameamua kuwalinda Waukraine na kukaa kimya. Yes. Kwa sababu hili ni dubwana kubwa ambalo mm, nikibishana nalo linaweza likapita likatusagasaga wote, lakini halina haki katika hiyo haki yake <laughs> Shukrani sana kwako, pia wewe ambaye ulikuwa ukifuatilia Chekeche tangu mwanzo mpaka hatima ya kipindi hiki wiki hii, ulikuwa ulikuwako nami Moses Mohamed. Shukrani zaidi kwa wale wote ambao wamehusika katika kukiandaa. Wiki hii tulikuwa tukiangazia kauli ya rais wa Marekani, Donald Trump dhidi ya rais wa Ukraine Vladimir Zelensky baada ya Urusi kuishambulia Ukraine kwa mara nyingine na kuwa watu 35 na kujeruhi mamia ya watu, Marekani wakisema Zelensky hakupaswa kuanzisha vita. Tukutane tena wiki ijayo katika Chekeche muda na kati kama huu.